Karibu umfahamu kiongozi shujaa Nduna Songea Mbano, shujaa wa Wangoni anayestahili kukumbukwa daima, kiongozi mwenye weredi katika vita. Huwezi kuielezea na kuikamilisha historia ya vita ya Majimaji na ukombozi wa nchi yetu bila kumtaja shujaa wa kabila la Wangoni, Nduna Songea Mbano ambaye jina lake lilipewa hadhi ya kuuita mji wa Songea kutoka kwenye jina la Ndonde mwaka elfu moja mia kenda na sita. Kiongozi huyo alikuwa ni miongoni mwa wasaidizi yaani nduna kumi na mbili wa chifu wa kabila la Wangoni Mkosi, chifu Mputa Bini Gwezerapasi Gama. Wasaidizi wake wengine walikuwa ni Mgendera Mawaso Gama, Kohongo Magagura Mputa, Mkuzo Gama, Magodi Mbamba, Mbano Mtekateka, Muyamuya Muya, Tawete Fratela, Fusi Gama, Maji ya Kuhanga Komba, Zimanimoto Gama, Mpambalioto Soko, Msalawani Mtepa, Hawaya Gama, na nduna Mkomanile ambaye alikuwa ni mwanamke pekee kuwa nduna. Nduna Songea Mbano alikuwa ni maarufu kuliko manduna wenzake na hata Chifu Mputagama alikuwa anamtegemea sana katika kuwaongoza manduna wenzake na wapiganaji wa vita vya majimaji. Jina la Songea lilikuwa jina la kuzaliwa la nduna huyu kwani katika lugha na utamaduni wa Kingoni, ambapo una asili ya Kizulu kutoka Afrika Kusini, majina mara nyingi yalibeba sifa za mtu au matukio. Songea Mbano alizaliwa na kukua akionyesha sifa za uongozi na ushujaa, jambo ambalo lilimfanya aitwe Songea. Pia mhifadhi kiongozi wa Makumbusho ya Taifa Maji Maji Songea, Filipo Maligisu, akizungumzia maisha ya nduna Songea Mbano katika viwanja vya makumbusho hayo, alisema kuwa Songea Mbano akiwa miongoni mwa manduna alitokea kuwa maarufu sana ukilinganisha na wenzake kumi na moja ambapo sifa kubwa iliyompa umaarufu ilikuwa ni uweredi na ushadi wake wa kuandaa mikakati ya kivita na maamuzi mazito yasiyoteteleka na kuyasimamia maamuzi hayo kikamilifu kwa umakini mkubwa. Nduna Songea Mbano aliweza kufanya kile alichokuwa akikiamini na uthibitisho wa jambo hilo ulianza kujitokeza Julai 12 mnamo mwaka 1897 katika viwanja vya Bomani, kwani mkuu wa wilaya wa Wajerumani Luten Egenhart Maligisu anasema kuwa kwa rekodi zilizopo zinaonyesha wazi tarehe hiyo Nduna Songea Mbano alionekana kuwa ni mtu wa kipekee katika idadi ya manduna 11 ambapo walikuwa wasaidizi wa Chifu Mputa Gama kwa kitendo chake cha kubisha waziwazi tamko la utawala mpya wa Wajerumani la kutaka Wangoni wakomeshe biashara ya utumwa. Siku hiyo ilikuwa ni siku rasmi ambayo utawala wa kikoloni ulikuwa unaanzishwa katika mji wa Songea, wakati huo ulikuwa unaitwa Ndonde, na mkoa wa Ruvuma kiujumla, chini ya Luten Egenhart wa jeshi la Kijerumani, ambaye alikuwa ndiye mkuu wa jeshi kwa kanda ya kusini. Wajerumani walipofika kuanzisha makoloni yao katika maeneo ya ukanda wa kusini, walikutana na msuguano mkubwa kutoka kwenye tawala za Kiafrika, hususani tawala za Wangoni. Maligisu anasema kuwa Wangoni walikuwa na tabia ya kuenda mikoa ya Lindi na Mtwara kuvamia na kuchukua mateka na kuwaleta Songea kuwafanyisha shughuli mbali mbalimbali katika maeneo yao ya utawala. Tabia hiyo ya Wangoni iliwachukiza sana Wajerumani, kwani Wajerumani walikuwa wanaheshimu sana makubaliano yaliyofikiwa kutoka kwenye mkutano wa Berlini mwaka 1884 hadi mwaka 1885. Katika mkutano huo moja ya makubaliano yaliyofikiwa ni pamoja na kila nchi yenye koloni barani Afrika ni lazima ikomeshe biashara ya utumwa. Na kwa kuwa Wajerumani walikuwa wamejiimarisha sana katika mikoa ya Lindi na Mtwara, hivyo walipokuja Ruvuma, wakatoa tamko kwa Wangoni kuwa hairuhusiwi na haitaruhusiwa tena kwenda Lindi, Mtwara na maeneo mengine kuchukua mateka, na kwamba mateka wote waliochukuliwa na Wangoni aachiwe huru. Baada ya Wajerumani kutoa tamko hilo ndipo nduna Songea Mbano alipojitokeza wazi wazi na kusimama kujibu hoja iliyoletwa na Wajerumani kuhusiana na tamko hilo. Nduna Songea Mbano alisema kuwa utawala wa kabila la Wangoni hauwezi kutekeleza tamko hilo na kwamba msimamo wao ni kutoutambua utawala mpya wa Kijerumani na tamko lao. Aliendelea kusema ujio wa watawala wa Wajerumani na kutoa tamko hilo kwa ongoni una lengo la kudhoofisha utawala wa machifu na manduna katika maeneo yao kwa kufuata kanuni zao za kimila na kitamaduni. Kuanzia hapo, Wajerumani walimwona nduna Songea Mbano kuwa ni mtu hatari sana katika utawala wao mpya na walimwekea alama maarumu na kuanza kumfuatilia nyendo zake, kwa sababu alionekana kuwa kiongozi shupavu na mwenye misimamo mikali na anayezingatia heshima na utu wa kabila lake bila kuyumbishwa. Alionekana kuwa ni mtu wa pekee mwenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi katika mazingira yoyote, kwa kushirikiana na wananchi wake ambao walikuwa wanamheshimu sana na kumsikiliza. Maligisu anaeleza kuwa Nduna Songea Mbano alikuwa na uwezo mkubwa wa kuwaunganisha wananchi wake na kuwa na umoja, upendo na mshikamano na kwamba alikuwa akiwaelekeza jambo wanalifanya kwa umakini na kwa ukamilifu. Anaendelea kusema, kuanzia hapo Nduna Songea Mbano aliendelea kujizolea umaarufu mkubwa na Wajerumani baada ya kuona hivyo na kitendo cha Nduna Songea Mbano kutamka wazi wazi kuwa yupo tayari kwa lolote lile na hawezi kukubali kuona tawala za kiafrika zinadharauliwa na wakoloni kwa namna yoyote ile, waliamua kuwaalika machifu na manduna wote Julai 13 mwaka elfu moja mia nane tisini na saba bomani kwa mkuu wa wilaya wa kwanza katika nchi ya Ungoni ambaye pia ni mkuu wa jeshi la Wajerumani katika nchi ya Ungoni Luteni Egelhart, na kuambia kuwa mtu yeyote katika eneo lake atakaye kaidi amri yoyote kutoka kwa uongozi mpya wa Wajerumani basi atapigwa risasi kunyongwa hadi kufa au kufungwa maisha. Siku hiyo hiyo machifu na manduna walichukuliwa hadi juu ya mlima wa Shabaha wa Chandamari uliopo katikati ya mji wa Songea na kuwaonyesha nguvu ya risasi inavyoweza kufanya kazi katika mwili wa binadamu na kwamba siraha za kijadi na kimila za Wangoni haziwezi kufua dafu mbele ya silaha hizo. Licha ya Wajerumani kutoa mkwara na vitisho vingi Nduna Songea Mbano Aliendelea kushikiria msimamo wake. Nduna Songea Mbano alitoa ushindani mkubwa sana katika vita hiyo na alionyesha ustadi mkubwa kwenye upiganaji na mapambano mazuri, na katika sehemu zote ambazo Wajerumani walipigana wameandika kuwa hawakupata ushindani mkubwa kama walioupata katika mkoa wa Ruvuma, zamani nchi ya Ungoni ambapo viongozi wao hawa hawakuwa na unafiki, kwani walijitoa kikwelikweli kusaka ukombozi wa kweli na hadhi ya tamaduni zao mpaka dakika ya mwisho. Ndiyo maana idadi ya watu walionyongwa katika historia ya nchi yetu waliotoka katika himaya ya Nduna Songea Mbano, na ushahidi upo wazi kuwa watu sitini na sita walihukumiwa kunyongwa hadi kufa pamoja na Nduna Songea Mbano aliyeamuru kupigwa risasi baada ya kuonekana kuwa hanyongeki. Jumla walikuwa sitini na saba. Katika kuonyesha kuwa Nduna Songea Mbano alikuwa na uwezo wa kufanya mambo kwa uweredi mkubwa bila kusaliti dhamira yake, kuanzia mwaka 1897 alianza kuandaa jeshi lake la kupambana na utawala wa Wajerumani. Akaanza kuchukua watu wake na kuwapeleka juu ya mlima wa Chandamari kufanya nao mkutano na kutoa mafunzo ya kivita na kuwaelekeza kwa nini wanawachukia Wajerumani. Katika mlima huo ndipo alipoeleza kwa kina madhara ya kukubali utawala wa Kijerumani na kutoa ahadi kwa wananchi wake kuwaondoa Wajerumani kwa lazima na kwamba alisema kuwa eneo hilo ni lao na wamekuwa wakiishi siku zote chini ya utawala wao. Sasa inakuwaje waletewe utawala mwingine bila wao kuhitaji? Chokochoko hizi zilizaa vita vya Majimaji, na wakati mapigano yakiendelea, Wajerumani walianza kumtafuta Nduna Songea Mbano ili wamkamate na kufanya naye mazungumzo ya maridhiano wakijua itakuwa rahisi. Kumbe Songea Mbano alikuwa amejificha kwenye pango kubwa lililopo kwenye mlima wa Chandamari na usiku hukutana na askari wake nje ya pango hilo na kuwapa mafunzo zaidi ya kivita. Maligisu anaeleza kuwa Nduna Songea Mbano alikuwa anaishi na ndugu zake katika eneo la Mateka lililopo katika eneo la manispaa ya Songea. Na wakati wa vita, ndipo Songea Mbano alikuwa anajificha katika pango hilo ili wasimkamate mpaka atakapotimiza lengo lake. Wakati harakati za kumpinga Mjerumani zilipoanza kule kusini mwa Tanganyika chini ya uongozi wa kiroho wa Kinjekitile Ngwale na uongozi wa kivita wa Nduna Songea Mbano. Kwa ufupi Kinje Kitilengwale alitoa wazo na imani ya kupigana, wakati Songea Mbano alitoa nguvu na uongozi wa mapambano. Licha ya kuwa Wangoni walikuwa na jeshi imara, Nduna Songea Mbano aliamini katika kuunganisha nguvu na makabila mengine kama Wapogoro wa Matumbi na Wangindo kupambana na adui mmoja, Mjerumani. Mbinu za kivita aliongoza mashambulizi dhidi ya boma la Wajerumani. Hata hivyo, teknolojia ya silaha bunduki na rasharasha za Wajerumani dhidi ya mikuki na ngao ilifanya vita kuwa ngumu sana. Wajerumani walipoona wanaendelea kupata madhara makubwa kutokana na vita hiyo, waliamua kuwakamata ndugu na familia yake chifu Mputa Gama na manduna wengine na kuwafunga gerezani kwa lengo la kumdhoofisha nduna Songea Mbano. Baada ya Wajerumani kumdhoofisha nduna Songea Mbano alipata taarifa zote na akaamua kutoka kwenye pango hilo na kwenda kwa Wajerumani na kutaka watu wake waachiwe, ili mapigano yaendelee. Ndipo naye alipokamatwa na kuwekwa gerezani, na kwamba utawala wa Wajerumani waliamua kuwa wafungwa wote waliokamatwa kutokana na vita hiyo wanapaswa kunyongwa hadi kufa, akiwemo chifu wa kabila la Wangoni. Wafungwa hao waliamuliwa kuchimba shimo kubwa bila kujua kuwa shimo hilo ndilo litakalotumika kuwa kaburi lao, na ilipofika siku ya kunyongwa walinyongwa kwa zamu siku mbili, na maiti zao kwenda kuwekwa kwenye kaburi hilo hadi walipofikia sitini na sita ndipo walizikwa kwa pamoja kwenye kaburi hilo. Ofa ya Wajerumani kwa Nduna Songea Mbano. Wajerumani walimheshimu sana Songea Mbano kwa sababu ya uwezo wake, walimpa ofa ya kutouawa yaani msamaha, kama angekubali kusalimu amri na kufanya kazi nao kama kibaraka, ili aweze kuwasaidia kufikisha malengo yao kwa wananchi, kwani waliamini wananchi wanampenda na wanamsikiliza kutokana na majukumu yake. Jawabu la shujaa songea mbano: Nduna Songea Mbano alikataa kata katakata. Alisema hawezi kuishi wakati mashujaa wenzake sitini na sita nduna na wapiganaji wengine wamehukumiwa kifo. Alichagua kufa na watu wake kuliko kuishi kwa kudhalilika chini ya mkoloni. Mnamo tarehe 27 Februari mwaka 1906 Nduna Songea Mbano hapa na kuomba umsikilize Prinsi Katega wa Pili, kupitia kinywa cha Ananias si Ediga, ndani ya maandishi ya Dennis Mpagaze anasema hivi: Prince Katega anasema, tunadai fidia kwa madhara ile vita ya Majimaji ya mwaka 1905 mpaka mwaka 1907, waliteketezwa watu laki tatu Watulipe kwa kuondoka na kichwa cha King Songea Mbano, kichwa kilichowashangaza wazungu, kichwa kilichokata kamba kila walivyojaribu kumnyonga. Walijaribu mara tatu na kusalimu amri. Halafu cha kushangaza, kamba hiyo tayari ilikwisha tumika kunyonga wangoni sitini na sita. King akawaambia enyi wa bwana wadogo, nipigeni risasi kwa hiyo kamba mtasubiri sana. King akapigwa risasi, akafa wakamzika kwenye kaburi la peke yake, wakihofia kuwafufua wale 66 waliozikwa kwenye kaburi moja. Walizika mwili kichwa, wakaondoka nacho. Walimwenzi kwa kubadilisha jina la mji wa Ndonde na kuubatiza jina la Songea, ambapo mpaka sasa linatumika kuuita mji huo wenye hazina kubwa ya historia na utalii wa kitamaduni, urithi wa Nduna Songea. Leo hii Nduna Songea anakumbukwa kama alama ya uzalendo wa kweli. Makumbusho ya Majimaji katika mji wa Songea, eneo la Mahenge, kuna makumbusho na makaburi ya mashujaa sitini na sita walionyongwa. Kaburi la Nduna Songea Mbano lipo pembeni kidogo kama heshima ya kiongozi mkuu. Jina la mji: mji wa Songea ni kumbukumbu kumbu hai ya jina lake. Umoja wa kitaifa Kitendo chake cha kukata kusaliti wenzake kinatumika kama fundisho la umoja kwa Watanzania. Nduna Songea alikuwa kiongozi wa kanda ya Njelu, moja ya tawala kuu mbili za Wangoni mkoani Ruvuma. Eneo aliloishi na kutawala likawa kitovu cha biashara, siasa na jeshi. Watu walipokuwa wakisafiri kwenda kutoa ripoti, kufanya biashara au kuomba ushauri wa kivita walikuwa wakisema tunakwenda kwa Songea au tunakwenda kwa nduna Songea. Baada ya muda, neno kwa Songea likafupishwa na kuwa Songea, likimaanisha eneo lote la utawala wake. Ndugu zangu, kila mmoja wetu hana budi kujiuliza ni mafundisho yepi au yapi anaweza kuyapata katika historia ya nchi yetu na mchango mkubwa aliyotoa Nduna Songea Mbano. Na je, kizazi kilichopo tunao ule moyo wa ushujaa, uzalendo, heshima na usawa kama ilivyokuwa kwa mababu zetu? Basi inatupasa tutimize wajibu wetu kikamilifu ili vizazi vijavyo viweze kunufaika na uwepo wetu duniani hapa katika nchi yetu pendwa ya Tanzania. Asante kwa kunisikiliza. Ulikuwa nami mmoja ya wanafamilia wa chaneli ya Lisha Ubongo. Ni kukaribishe, usisahau kuacha ujumbe wako, ili tuendelee kufanya kazi kwa weredi wa juu, tukitambua nini hitaji lako katika chaneli yetu. Asante, merci beaucoup, ciao, au revoir, danke.